Fadhila au ni fadhila ya, ya ya dini dini yoyote. Mtu e, atajihesabu ana dini, mtu atajihesabu ni ni mwamini eh? Wewe ni labda ni Mwislamu, wewe ni Mkristo, wewe ni wa dini ya jadi eh, dini ya Kiafrika, lakini unaamini kabisa kwamba kuna Mungu au uh, utatenda haki lakini kama wewe upo upo tu, inawezekana usijue hili kwamba unapotenda haki kwanza ni moja ya kumsifu na kumtukuza Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki eh? na tunaona kabisa mfano, bwana wetu Yesu Kristo alipokutwa kule hekaluni, alikuwa akifundisha pale, mama yake na, na Josefu, eh, baba yake, wakamuuliza eh, mama namuuliza vipi, mbona mimi na baba yako tunakutafuta namna hii. Injili ya Luka kusoma sura ile uh, pili, uh, ya pili aya ya arobaini na moja mpaka ya eh hamsini na moja Uh, akaambia kwa nini vipi, kwa nini kunitafuta mi, amkujua um, kama niko nyumbani mwa baba yangu? Na nafurahi niko nyumbani mwa baba yangu, nafurahi inapo yatenda yale ya baba yangu. Au ukisoma pia eh, nabii Isaya kitabu cha nabii Isaya sura ya sitini na moja aya kumi anasema, nalifurahi eh, katika Bwana maanake nimevikwa vazi la wokovu eh, nimefunikwa eh, na, na na na vazi la haki. Yaani unapokuwa ume, umefunikwa vazi la haki, nakwambia kama bwana harusi eh, ambaye amevikwa kilemba cha maua eh, unaelewa? Au bibi harusi ambaye amevikwa mavazi ya dhahabu dhahabu. Sasa unavyoijua dhahabu haina thamani kuliko haki, kwa sababu haki ndio inafanya mtu afurahi. Maanake Mungu ni mungu wa haki. Maanake unakuwa na huyu Mungu, utavikwa vazi la haki na kufunikwa na lile vazi la haki. Sasa ukifunikwa, utakuwa katika hali nzuri kabisa, kwa sababu Mungu ndio haki yenyewe. Tunasema haki anayo Mungu. Tena tunaambiwa dini, kama ni dini safi ni hii eh? Mtume Yakobo ambaye ndio mtume E, wa kwanza ambaye alikubali kufa shahidi, alikubali kuchinjwa kabisa, kwa sababu alikuwa anaamini kabisa kwamba mimi, chochote nitakachonifanyia, nina hakika nitamwona Mungu, alikuwa na matumaini makubwa. Kwa hiyo mtume Yakobo, uh, waraka wake wa kwanza kwa watu wote sura ya kwanza, ile aya ya kumi na sita hadi ya kumi na saba anasitia sema, kama kuna dini yani, kuna dini ya haki, na haki na aya ya ishirini na sita hadi ishirini na saba yaani kama kuna dini ya haki ni hii ya mtu kuweza kuwasaidia yatima, kuwasaidia wale wenye uhitaji, kuwasaidia watu ambao e, kwa kutenda matendo ya huruma, kwa sababu tunapotenda matendo ya huruma maana yake tunatimiza haki. Kwani haki maana yake nini? Mtu anaweza kauliza haki maana yake nini? Mafundisho rasmi ya kanisa Katoliki kwenye katekisimu ya kanisa Katoliki namba 2807 na 2808, unaweza ukasoma pia namba 2836. Tunaambiwa haki ni nguvu ya ndani, ni nia ya dhati tena iliyo imara, haiteteleki, ya mtu kutaka kuwatendea wengine na kuwapatia wengine wanachostahili, kwamba hiki ndicho anachostahili kwa hiyo unapofanya hivyo, wanatenda haki. Wewe ni kiongozi labda wa serikali, wewe ni kiongozi wa dini, wewe ni kiongozi katika taasisi, wewe ni baba wa familia, ni mama wa familia, wewe ni mwalimu, wewe ni mlezi, haki unapowapatia hawa haki yao, nia yako ya kuwapatia haki wanaostahili wanafunzi, haki wanaostahili watoto wako, haki wanaostahili wa wale unaoongoza eh, labda wa chini yako, wewe ni kiongozi wale wote unaowaongoza unapompatia kila mmoja wa yule unayemwongoza anachostahili wewe unatenda haki. Kwa hiyo haki ni zawadi, haki huinua taifa. Kitabu cha Mithali kinasema sura ya kumi na nne aya ya thelathini na moja aya ya thelathini na nne Kwa hiyo haki ni jambo zuri sana, na tunaona kwenye matendo ya, ya, ya, ya huruma yapo yale ya kiroho saba. Wewe unapowashauri wengine, unapowaongoza, unapowaombea wazima na wafu, unapowavumilia kwa mfano wasungufu, unapowasamehe watu makosa yao, eh, waongoze, washauri, waelekeze, wewe unatenda matendo ya huruma, wewe unatenda haki kwa hao unaowafikia, na hilo nitendo na huruma ambayo linakupatia thawabu, kwa sababu haki lazima inakunyanyua, eh, unakuwa na una furaha na unafurahi katika katika katika katika Mungu mwenyewe. E, kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya pili aya ya kwanza mpaka ya sita imesisitiza pia kwamba huyo Mungu, Mungu ndio anayetenda haki. Na kwa kuwa anayetenda haki, we ukitenda lilo la haki, unakuwa umeungana na Mungu. Maana yake wewe ni sura na mfano wa Mungu. Kwa umeungana na Mungu, unatenda kwa sababu Mungu anatenda kupitia wewe unawafikia watu. Hata matendo yale ya huruma ya kimwili, Injili ya Mathayo sura ya ishirini na tano aya 31 hadi 42, umewatembelea wagonjwa, umewavika walio na shida e, umewasaidia watu ambao pengine labda hawana chakula e, hawana ma, ma, mahali pa kuishi umewapatia mahali pa kuishi, umewapatia mavazi. Kwa mfano wengine wamepata mafuriko e, wengine wamepoteza kila kitu, umewapatia mavazi, umewapatia nyumba, umewapatia mahema, umepatia mablanketi kujisitiri na baridi, umewapatia godoro, umewapatia kukulala, unatenda haki. Kwa hiyo usimdhulumu mtu, usimpige, usimtese, usimuue bila sababu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema usiue kwa sababu hiyo ni haki. Yaani hukumu ni Mungu ndo mwenye haki. Injili ya Mathayo sura ya saba aya ya kwanza mpaka ya sita lakini usiue. Kumbukumbu la Torati sura ya tano aya ya kumi na saba usiue. Na Kristo anasema hata ukimtukana tu mwenzako, ina maana kutende hilo la haki. Injili ya Mathayo sura ya tano aya ishirini na moja hadi y ishirini na mbili kwamba hata ukimsholea tunamchukia mwenzako, kumsame, utaki kumsamehe utaki kumhurumia manake wewe hutende lilo la haki, unamuumiza unamdhurumu, ni mke ni watoto ni raia wako, pengine wewe ni kiongozi, wewe hutendelilo la haki. Kwa hiyo tutende una yaliyo ya, ya haki, kwa sababu kuna thawabu, kuna baraka tunapoyatenda yaliyo ya haki. Basi ni hayo tu. Aminifu TV imekuletea hili, na usiache kusubscribe ili mambo mengine mazuri kama haya uweze kuyapata. Naitwa Pasco Maziku, Aminifu TV, Dar es Salaam.